Kitunguu ni tiba ya asili ambayo inahitaji umakini wa hali ya juu sana pale ambapo unakuwa unaitumia kwa ajili ya kuku, kwa sababu e, kama utazidisha au utatumia sehemu sa sio sahihi, hii huaga inakuaga ni sumu. Kwa hiyo ndio maana ukienda kwenye baadhi ya makala wanashauri kabisa kwamba e, kitunguu maji hakitakiwi kabisa kitumike kwa ajili ya kuwapatia kuku na sababu kubwa ni hiyo Aa. Sasa pia upande wa pili ni kwamba e, kitunguu maji kina faida kubwa sana kwenye ufugaji wa kuku. Hata sisi hapa shambani tumekuwa tukikitumia mara kwa mara, yani karibia kila siku huwa tunakitumia, lakini katika kiwango sahihi. Kwa hiyo uwe makini sana kunisikiliza hii video mpaka mwisho. Kuna wafugaji ambao huwa wanaishia njiani kutazama video hawamalizi. Alafu baadaye napiga simu labda kipimo kipoje? Sikiliza hii video mpaka mwisho ili uweze kupata uelewa, ndipo uende ukatumia. Usije ukaishia njiani ukaenda kutumia yakakukuta mambo ambayo sio, halafu ukaja kulaumu. Kwa hiyo ni video ambayo unahitaji uisikilize. Sasa tuanze hapa. Kwa nini kitunguu maji hawashauri ukitumie katika ufugaji kwa kuku? Kitunguu maji kina sumu, hii sumu ambayo ipo kama Ikitazidi kiwango cha matumizi ambayo yanahitajika kwa kuku, basi hii sumu huwaga inaletaga ugonjwa wa anemia kwa kuku. Na ugonjwa wa anemia kwa kuku, maanake ni kwamba uh, kitungumaji hiki ile sumu inakwenda kuharibu eh, damu chembechembe nyekundu za damu, ikienda kuharibu uzalishwaji wa damu, unakuwa ni pungufu. Kwa hiyo uh, unaweza kukuta na, na, na vitu kama vile uh, kuku wako kuwa weak, yani kutokuwa na nguvu, kutokuchangamka. Unakuta kuku labda amelala tu ni, ni dhaifu kwa ujumla. Kwa hiyo hayo yanatokana yote na matumizi ya kitunguu maji kwa kuzidi kiwango, lakini pia e, vifo, unaweza ukakutana na vifo, lakini pia unaweza ukakutana aa, na kitu kama vile kuku wako kuto kuchangamka. Kwa hiyo e, hivyo ni vitu ambavyo endapo utazidisha hichi matumizi ya hichi kitunguu maji A, pamoja na yote hayo lakini kitunguu maji kina, kama utakitumia katika kiwango sahihi ambacho nitakwambia hapa, kina faida kubwa sana kwa kuku wako, na ni muhimu sana wewe ambaye unanitazama hapa ukawa unakitumia pale ambapo unatumia tiba za asili. Kikubwa tu nisikilize vizuri kwenye hii video. Kabla ya yote, kwanza kabisa niwatangazie kwamba sisi Kingo Farm moja ya kitu ambacho tunajivunia ni pale ambapo tunaona tunawasaidia wafugaji wengi kuwatoa gizani, wafugaji wengi ambao walikuwa hawaelewi hii biashara ya ufugaji. Hivyo tunavyo vitabu hivi hapa vitatu ambavyo unaviona hapo, cha tiba ya asili, safari ya ufugaji na ufugaji wa broila, mahususi kwa ajili ya kuwasaidia wafugaji kuweza kuepukana na hasara, lakini pia kuweza kuepukana na vitu kama vile um, gharama kubwa ambazo anazitumia kwenye ufugaji. Kwa mfano kitabu cha safari ya ufugaji kinazo kanuni bora kabisa ambazo e, ukizifuata kuchanganya chakula, basi zitakusaidia kuweza kupunguza gharama ya chakula cha dukani. Kuna kipindi hapa tumeshawahi kufanya utafiti kuhusiana na gharama ambazo mtu anaweza kazitumia kwenye chakula. Kwa mfano tu ukinunua chakula cha dukani, uh, kawaida kuku wa kawaida ambaye ana miezi miwili na kuendelea kwa mwezi utatumia shilingi 5850 hivi kwa kuku mmoja. Kumlisha kuku mmoja unatumia 5850, lakini ukimchanganyia chakula kwa kutumia kanuni ambazo zipo kwenye hiki kitabu cha safari ya ufugaji utatumia sio zaidi ya 1500. Kwa hiyo unaweza ukaona gharama imepungua kwa kiasi gani, lakini pia kuku wetu ambaye tutampata hapa atakuwa na kiwango cha ubora ule ule ambao e, kuku amekula chakula cha dukani kwa gharama kubwa hiyo. Yaani tuseme kwamba kama kuna mfugaji A na kuna mfugaji B, huyu A akalisha cha dukani huyu B akalisha kwa kutumia kanuni ambayo ipo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji ambayo imefanywa utafiti na Kingo Farm. Matokeo yao, watapata kuku ambao wana uzito sawa na watauingiza sokoni. Kikubwa ambacho kitatofautiana ni kwamba huyu mfugaji A aliyetumia chakula cha dukani ametumia gharama kubwa sana kumlisha kuku wake, lakini huyu B ametumia gharama ndogo na hivyo kufanya huyu mfugaji B apate faida kubwa. Kwa hiyo unaweza ukaona vitu kama hivyo hapo, lakini pia hiki kitabu cha tiba za asili kitakusaidia sana e, wewe mfugaji, kuweza kutengeneza tiba wewe mwenyewe, yani tofauti labda na sehemu nyingine mtu anaweza kakuuzia e, dawa ambayo hujui imetengenezwaje, kwenye hichi kitabu kinakuelekeza dawa unaiandaeje unaitumieje na inatibu magonjwa yapi. Lakini pia sambamba na baadhi ya magonjwa inaelekeza kwamba labda kideli kinatibiwa moja, mbili, tatu. Kwa hiyo e, hichi kitabu ni bora kabisa kuwahi kutokea. Kitabu cha tiba za asili kinapendwa na watu wengi na kimewasaidia watu wengi vilevile vile. Pia hichi kitabu cha E, ufu, ichi cha ufugaji wa broiler kimewasaidia wafugaji wengi kupunguza gharama. Kama tunavyojua gharama za ufugaji wa broiler zipo juu sana, kiasi kwamba e, faida ni ndogo. Sasa kitu kikiwa na faida ndogo, ukifanya makosa kidogo tu basi inakuwa ni ngumu sana kuweza kupata faida. Ukitumia hichi kitabu kitakusaidia kila kitabu. Kinauzwa shilingi elfu kumi hivi. E, vitabu vitatu ukivitaka vyote ni elfu thelathini. Ukitaka kitabu kimoja ni elfu kumi, viwili ni elfu ishirini na tano. Sisi pia waga tunashauri hivi, kama wewe unafuga labda kuku chotala na kuku wa kienyeji kitabu kinakufaa hapa ni cha safari ya ufugaji na tiba za asili, lakini kama unafuga broiler, ni ufugaji wa broiler, pamoja na tiba za asili, hivi vitabu vitakufaa sana. Lakini pia unaweza ukajiunga na kundi letu la mafuzo la WhatsApp. Huku utapata mafuzo ya jinsi ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo kabisa. Hapa tunachokifanya sisi Kingo Farm, tunawapokea vifaranga, tukiwapokea tokea wapo wadogo, tunaonyesha namna gani unawalea wakiwa na umri mdogo, tiba gani unatumia mpaka wanakuwa wakubwa. ili kundi ni shilingi elfu tano. Wasiliana na sisi kwenye hiyo namba ambayo unaiona hapo inaishia thelathini na tisa. Lakini pia kwenye hili kundi, ni kukumbusha tu kwamba E, utapata mafunzo ya miezi miwili ya kumlea kuku kwa muda wa miezi miwili. Kuna wengine wage wanakuja, e, KingoFarm mna huduma ngapi? Sisi tunazo huduma e, kama tano hivi. Huduma ya kwanza ni mafuzo. Huduma ya pili ni vitabu, hivyo vitabu vitatu. Pia tunayo kanuni ya kuwalea vijogoo. Vijogoo ni kuku fulani hivyo, wanasumbua sana kwenye ukuaji, ambao wanao wao wanajua, lakini tunayo kanuni ile. Kanuni inauzwa shilingi elfu tano. Kwa hiyo ukitaka huduma zetu zote, jumla ni shilingi elfu arobaini. Unapata huduma zote ambazo tunazo sisi KingoFarm. Sasa turudi kwenye somo letu tuangazie zaidi faida za kuwapatia kuku iki kitunguu maji. Kwanza kabisa huwa ni kinga ya mafua. Ndio maana dawa yote ile ya mafua ambayo sisi KingoFarm huwa tunaelekeza mchanganyo wake lazima uwe na kitunguu maji kwa sababu hii ni kinga ya mafua, huwa inasafisha au inaweka vizuri ule mfumo wa upumuaji. Hiyo ndio ni faida mojawapo, lakini pili inaongeza kiwa kiwango cha utagaji e, faida ya pili. Faida ya tatu ni kinga ya magonjwa, inaongeza kinga za mwili. Huwa inaongeza kinga za mwili na kufanya kuku kushindwa kupata magonjwa e, mapema. Lakini pia a, faida nyingine e, hii tunasemaga kwamba e, feed conversion ratio. Kwamba inachochea uchukuaji wa viinilishe kwa wingi kwenye chakula yani kwa mfano kuku wako labda amekula chakula ambacho kina protini ndani. Sasa kiwango ambacho ki protini inahitajika labda ni asilimia arobaini, kile chakula kina asilimia arobaini, lakini e, unakuta kuku labda anachukua hadi asilimia ishirini nyingine hizo anakuwa anaziacha tu, zinatoka kama kinyesi. Sasa endapo utatumia kitunguu maji, e, faida yake kubwa ni kwamba zitaongezeka kutoka kwenye asilimia ishirini mpaka kukaribia kwenye asilimia arobaini, kwa hiyo ndio maana kama utawapa kuku wako kitunguu maji basi ni rahisi sana kubusti, kuwafanya kuku waweze kunenepa vizuri kabisa, lakini pia virutubisho viweze kupatikana kwa wingi kwa hao kuku. Sasa tuweze kuangalia matumizi ya kitunguu saumu. Hili ni eneo muhimu sana, kwa sababu kama utakosea, basi eh, madhara ambayo niliyataja mwanzoni pale yanaweza yakakupata. Kawaida tunatumiaga nusu ya kitunguu nusu ya kitunguu, kwa mfano hiki ambacho unakiona kwenye picha hapo e, ndio kinawekwa kwenye maji lita kumi, na hiki inatakiwa ukikata vipande vidogo vidogo, au ukiponde, ukitwange au ubrendi e, kisha uweke kwenye maji, changanyia kwenye maji. Usiwape hivyo vipande vipande hivyo wakala, lazima kichanganyiwe kwenye maji, na ni vizuri zaidi kikakaa kwa muda wa masaa mawili, yani kama vile ukakiloweka kwa muda wa masaa mawili kwenye maji, ndipo uwapatie kuku wako. Kwa ukitumia hivi, kuku wako watakuwa hawapati madhara ambayo nimeyataja. Endapo utazidisha labda utaweka vitunguu maji viwili au vitatu, basi utapata yale madhara ambayo nimeyataja. Kwa hiyo ni, ni kiasi kidogo sana ambacho kinatumika kwa kuku, ili uweze kupata faida ambazo nimezielezea hapo awali. Asanteni na kwaherini. Kama unahitaji huduma zetu, tutafute kwenye hiyo namba e, kupitia WhatsApp au unaweza ukatupigia.